Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky amepinga wazo la Ukraini kukabidhi ardhi kwa Russia ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kurejesha amani nchini Ukraine. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumatano Aprili 23, 2025 kuwa Zelensky alitoa msimamo huo jana Jumanne, siku moja kabla ya mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya maofisa wa Marekani, Ulaya na Ukraine yanayotarajiwa kufanyika jijini London. Wakati wa mazungumzo kama hayo wiki iliyopita jijini Paris Ufaransa, maofisa wa Marekani waliwasilisha pendekezo lililojumuisha kuruhusu Russia kuendelea kudhibiti maeneo ya Ukraine iliyoyatwaa kama sehemu ya makubaliano hayo. Ofisa mmoja wa Ulaya ambaye hakutaka kutajwa jina lake alisema kuwa pendekezo la Ukraine kukubali kuyaachia maeneo hayo matano kuangukia mikononi mwa mikono ya Vladimir Putin wa Russia lilionekana kuwa namna kuu ya kukomesha mapigano hayo. Ofisa huyo, alisema suala hilo linatarajiwa kujadiliwa tena wiki hii wakati pande zote zitakapojaribu kufikia mwafaka kuhusu njia itakayokubalika ya kumaliza vita hivyo ambavyo Marekani inaweza kuwasilisha kwa Russia. Lakini katikati ya ripoti za vyombo vya habari kuhusu pendekezo la Marekani, Zelensky alisema wazo la kukabidhi ardhi ikiwemo rasi ya mkoa wa Crimea ya Ukraine, iliyotwaliwa na Russia zaidi ya mwongo mmoja uliopita ni suala lisilokubalika Hakuna la kujadili, hiyo ni ardhi yetu, ardhi ya watu wa Ukraine, alisema Zelensky, mwisho wa wakati. Huo huo baadhi ya washirika wa Ulaya wanaonekana kuwa na tahadhari kuhusu pendekezo hilo la Marekani. Lakini pia kuna utambuzi miongoni mwa baadhi ya wa washirika kwamba Russia imejikita kikamilifu ama kwa sehemu katika mikoa mitano ya Ukraine ya Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia na Kherson. Ofisa mwandamizi wa Ufaransa alieleza Associated Press kuwa kama lengo ni kusitisha mapigano mara moja, inapaswa kuzingatia mstari wa mawasiliano kama ulivyo. Na ofisa huyo pia hakuruhusiwa kutaja jina lake hadharani na alizungumza kwa sharti la kutojulikana, kwa mujibu wa Ofisi ya Ikulu ya Ufaransa. Hata hivyo, ofisa huyo alisema ulinzi wa eneo la Ukraini na matarajio yake ya kuimarisha mahusiano na bara la Ulaya ni kipaumbele kwa mataifa ya Ulaya. Baado haijajulikana kama juhudi hizo mpya za kidiplomasia zinaweza kuleta suluhisho la kudumu baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita tangu Russia itangaze kuanzisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya jirani yake Februari 2022. Katika hatua nyingine, mapigano yaliendelea Jumanne huku droni za Russia zikishambulia jiji la bandari la Odessa na mabomu kwa kutede... ya kutendeza yakilenga mkoa wa Polesia, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo wakati Rusia ikionya tena kuwa huenda wasuluhishi wasipate mafanikio ya haraka katika mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika huko London nchini Uingereza. Miongoni mwa habari iliyotolewa kuhusiana na mazungumzo hayo ya Ulaya ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kuwa jenerali mstaafu luteni Keith Kellogg, ambaye ni mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump nchini Ukraine na Russia ataiwakilisha Washington katika mazungumzo hayo. Wizara hiyo imesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marko Rubio hatohudhuria kutokana na ratiba yake kubana. Na taarifa ya Rubio ambayo ni tegemeo la Zelenski kufikisha ujumbe wake kwa rais Trump imetolewa na msemaji wa wizara hiyo Tammy Bruce. Na Rubio na mjumbe maalum Steve Witkoff walikuwa sehemu ya ujumbe wa Marekani mjini Paris wiki iliyopita. Nanukuu, viongozi wa Marekani wanataka diplomasia ifanye kazi, Bruce alisema kuhusu Trump na Rubio. Trump alisema wiki iliyopita kwamba mazungumzo yanafikia hatua ya uamuzi na alisisitiza kuwa hakuna upande wowote wa unaochezea katika juhudi zake za kumaliza vita hivyo. Kauli hiyo ilikuja baada ya Rubio kupendekeza kuwa Marekani huenda ikajiondoa katika mazungumzo kama hayatoendelea. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alionya kwamba suala la suluhisho ni gumu kiasi kwamba si rahisi kuweka mipaka mikali au muda mfupi wa kutafuta suluhu inayowezekana, na hilo ni jukumu lisilo na shukurani. Zelensky alisema ujumbe wa Ukraine unaoelekea Uingereza una mamlaka kujadili tu usitishwaji wa vita usio na masharti ama sehemu ya na Russia. Namnukuu. Tuko tayari pia kujitolea kwamba baada ya usitishwaji wa vita tuko tayari kuketi mezani kwa mazungumzo kwa mfumo wowote, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari nchini Ukraine. Zelensky aliongeza kuwa Zelens, Ukraine itaiamini Russia iko serious kuhusu mazungumzo ya amani tu pale itakapoonyesha matokeo ya kweli. Mshauri wa masuala ya nje wa Rais Putin, Yuli Ushakov alisema Witkov anatarajiwa kuitembelea Moscow wiki hii, na Ushakov hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na ziara hiyo ya Steve Witkov. Kwa mujibu wa wachambuzi wa magharibi, wanasema kuwa Moscow haina haraka ya kumaliza mazungumzo ya amani kwa sababu ina nguvu zaidi kwenye uwanja wa vita na inataka kuteka ardhi zaidi kutoka mikononi mwa Volodymyr Zelensky. Rusia imekataa kwa kiasi kikubwa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano hayo kwa siku 30 mara moja kwa kuweka masharti makubwa. Odessa ilishambuliwa vikali na droni za Russia usiku wa kuamkia leo Jumatano na kuwajeruhi watu wasiopungua watatu. Wakati huo huo, mkuu wa utawala wa mkoa wa Odessa Ole Kipa aliandika kwenye akaunti yake mtandao wa Telegram kuwa huku akidokeza kuwa jengo la makazi katika eneo la watu wengi, miundombinu ya kiraia na kituo cha elimu ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Mapema Jumanne, Rusia ilishambulia jiji la kusini la Zaporizhzhia kwa mabomu mawili ya kurusha angani, silaha ya kisovieti iliyorekebishwa ambayo imekuwa ikiharibu maeneo ya mashariki mwa Ukraine kwa miaka mingi kipindi cha nyuma. Shambulio hilo liliwaua mwanamke mwenye umri wa miaka 69 na kujeruhi wengine 24, wakiwemo watoto wa nne, kwa mujibu wa gavana wa mkoa huo Ivan Fedorov. Baada ya mashambulizi hayo, Zelensky alisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa Telegram kuwa ombi lake awal la awali la usitishaji wa vita linalolenga maeneo ya kiraia bado liko wazi na nuku Russia inapaswa kuwa tayari kwa dhati kujadili hili. Zelensky alisema huku akiongeza kuwa hakuna vikwazo kutoka upande wa Ukraine na havita kuwepo. Hata hivyo, Peskov ambaye ni msemaji wa ikulu ya Kremlin ambaye amesema kuwa hakuna mipango ya mazungumzo kuhusu pendekezo hilo, huku akiongeza kuwa Moscow iko tayari kuzingatia hatua hiyo, lakini akaonya kuwa kufikia makubaliano kunaweza kuchukua muda mrefu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital ambayo ni platform pekee nchini ambayo itakuletea kila updates inahusiana kuhusiana na mizozo ambayo inaendelea hasa mataifa ya Ulaya na ile ya Mashariki ya Kati. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.